Mkuu wa chuo kikuu cha kumbukumbu kumbu ya mwalimu Nyerere, Profesa Haruni Mapesa amesema katika miaka minne ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan madarakani, serikali imeendelea kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa mradi wa maktaba na kumbi ambao ujenzi wake umekuwa ukisuasua kwa muda mrefu. Akizungumza na wahariri na waandishi wa vyombo vya habari amesema kuwa mpaka sasa mradi huo umeshagharimu bilioni tano na unahitaji shilingi bilioni kumi na sita hadi kukamilika kwake. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, imefanya jitihada mbalimbali katika kuendeleza chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ili kukiwezesha kuwahudumia Watanzania kwa mafunzo, utafiti na ushauri wa kitaaluma. Aidha, katika kipindi cha miaka minne ya awamu ya sita, chuo kimefanikiwa kimefa kufanya mambo makuu kadha wa kadha ambayo nitaeleza hapa kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni maboresho ya miundombinu. Kama nilivyosema, chuo chetu kina campus tatu. Sasa maboresho ya miundombinu kwa, eh, kwa campus yetu ya Kivukoni hapa tulipo, eh, kuna miradi mradi mmoja mkubwa unaoendelea kwa sasa ambao umeanzishwa unaitwa mradi wa maktaba itakayokuwa na uwezo wa kutumiwa na wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja. Wakati mnaingia katika geti letu kuu, ukiangalia upande wa kulia, wakati unaingia utaona kuna fence ya mabati. Sasa ndani hapo inajengwa maktaba kubwa ya kisasa yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 2500 kwa wakati mmoja, ambao pia ndani yake utakuwa na kumbi za mikutano na kumbi za mihadhara ambazo zitaweza kuchukua watumiaji au wanafunzi elfu moja wakati moja. Ujenzi unaendelea vizuri e, tayari fedha za Tanzania zaidi ya bilioni 5.6 zimeshatumika katika mradi huo, mkandarasi anaendelea site lakini mradi unakadiriwa kutumia shilingi bilioni 16. Hata hivyo, amesema katika mwaka wa 2024-2025 wametenga kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya utafiti, kwa lengo la kutoa huduma mbalimbali kwa Watanzania. Chuo chetu kinajihusisha sana na utafiti. Katika mwaka wa 2024-2025 chuo kimetenga na tunavyozungumza sasa, wataaluma wanajiandaa kwenda kwa ajili ya utafiti shilingi milioni mia moja. Sasa hizi ni fedha za ndani ambazo tunawapatia watafiti wetu, wanashindanishwa, wanaandika maandiko, wanashindanishwa. Lengo ni kwamba wafanye utafiti utakaoweza kujulisha watunga sera wetu namna bora ya kutoa huduma mbalimbali katika jamii ya wa Watanzania. Kwao ni tafiti ambazo zina matokeo lakini tafiti ambazo zinawajenga pia wanataaluma wetu ili wawe na weledi katika utafiti na uandishi katika azima ya taifa letu kuwa na jamii yenye maadili na utu. Pamoja na majukumu mengine ya chuo, chuo pia kinatoa mafunzo ya uongozi na maadili kwa kozi za muda mrefu na muda mfupi. Kozi hizi ni kwa wanafunzi kuanzia ngazi ya cheti mpaka shahada ya umahiri. Pia chuo kina utaratibu wa kutoa mafunzo kwa viongozi mtu mmoja mmoja na taasisi e, mbalimbali kwa njia ya kuomba au kwa njia kuangali ya kuangalia ile kalenda ya matukio. Nizungumzie habari ya ushiriki wa chuo chetu katika michezo. E, utashangaa chuo chetu kinashiriki katika michezo ya aina e, mbalimbali. Kimekuwa kishiriki katika michezo kiwemo michezo kwa wafanyakazi inayojulikana kama kwa jina la shirikisho la michezo ya mashirika ya umma taasisi na makampuni binafsi, yani SHIMUTA. Na kwa wanafunzi, chuo kimekuwa kishiriki kime katika, katika shirikisho la michezo la vyuo vikuu na kati maarufu kama SHIMIVUTA. Katika mashindano hayo, chuo chetu kimekuwa kikipata ushindi mzuri sana kwa miaka minne katika ile michezo maarufu, hatujatoka nje ya namba tatu mpira wa kikapu kwa wanawake, mara kadhaa tumekuwa wa kwanza. Tuwapige makofi jamani. Mimi nimeshangaa pamoja na ugeni wangu, lakini nimeshangaa, chuo hiki kinafanya vizuri vizu sana vizu, katika mchezo mpira wa kikapu, wanawake, wanaume, tumewahi kuwa washindi wa kwanza, wa pili na wangapi na watatu, katika kipindi cha miaka minne. Kwenye riadha ni namba moja hasa, ile mita mia moja na mia mbili.